IGP Simon Sirro, makamishna, manaibu makamishna, ma assistant kamishna waandamizi, viongozi wa ngazi mbalimbali wa Jeshi la Polisi ulioko hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Habari za mchana, tayari sisi tuko kutoka asubuhi asubuhi hapo habari za mchana. Nimeona e, ni, ni waite tuje kuzungumza kuhusiana na hali ya usalama katika nchi yetu. Na jana, mtakumbuka tulikuwa tuna tuna ziara ambayo ilianzia buhari kuu kule Kurasini na niliwaahidi waandishi wa habari kwamba kwa kuwa ziara ilikuwa jana ndefu na wengine walikuwa na, na majukumu mengine, kwa hiyo niliwaahidi kwamba tutakapomaliza ziara yetu leo hapa polisi kwa makao ya polisi tutapata fursa ya kuzungumza. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amejalia tumeamka salama kuweza kukutana leo hapa kwa ajili ya kutimiza ahadi ambayo nilitoa jana. Kwa hiyo baada ya ziara ile jana na ziara leo hapa kuja kwenye kwenye makao makuu ya Jeshi la Polisi ambapo nimemalizia mazungumzo na viongozi waandamizi wote wa Jeshi la Polisi mnaoona hapa wakiongozwa na IGP Simon Sirro, nimeona sasa baada ya majadiliano yale tu, tuweze kukutana ili niwape angalau kwa fupi ya yale yanayoendelea, niweze kuwajulisha wananchi na kubwa zaidi ni kwamba nchi yetu ina, ina ipo katika changamoto ya matukio ya uhalifu ambayo yanaendelea hasa maeneo ya, ya Kibiti na Mkuranga, Kibiti na, Kibiti na Rufiji, na matukio hayo yanapokuwa yanaendelea, na kwa bahati mbaya na waandishi wengi duniani, si pekee yenu, sijui hulka hii inatokana na nini kwamba mnavyoweza kuyaandika na kuyatangazia yale matukio kwenye vyombo vya habari Yanajenga hofu fulani kwa wananchi. Kwa sisi kama serikali hatuwezi tukaacha wananchi wetu wanaingiwa na hofu e, tusoeleze hali halisi ilivyo. Mshukuru sana mheshimiwa waziri, jana bungeni alitoa ufafanuzi mzuri sana, lakini pia nimpongeze na IGP na yeye alikwenda kule pamoja na viongozi wengine wa, wa jeshi la polisi. E, tukasema kwamba tuongezee kuweza ku, kuomba waandishi wa habari Mweze kufikisha ujumbe sahihi zaidi kwa wananchi. Najua sio mambo yote ambayo mnayafahamu yanayoendelea. Lakini hali ambayo kazi ambayo kubwa inafanya na vyombo vyetu vya usalama nchini ni kubwa. Na mafanikio ya kazi ile ni makubwa. Kwa mnayoona yanatokea sasa hivi kama ingelikuwa si kwa kazi kubwa ambayo inafanyika hali singekuwa lakini la pili kitu ambacho tunataka nataka, tuhakikishie wananchi kwamba vyombo hivi vya usalama vinaendelea vizuri sana na kazi yake kuhakikisha kwamba tatizo la, la, la, la yale mauaji yanayoendelea kule Kibiti linamalizika, na hatuwezi tukakaa hapa kwenye habari tukaeleza kila kitu ambacho jeshi la polisi linafanya lakini wewe na imani na jeshi lao la polisi. Hili polisi jeshi hili lile la polisi ndio jeshi ambalo limefikisha nchi yetu katika hali ya usalama na amani kwa takriban miaka zaidi ya hamsini sasa tokea uhuru, tokea mapinduzi ya Zanzibar, na tokea muungano wetu wa Tanzania, ndivyo kwa kufanya kazi zake kwa, kwa mahiri hali ya juu, weledi hali ya juu, na kushikia na bomo mengine ya usalama, kitu ambacho tunaweza kuambia waandishi wa habari mwajulisho wa nchi kwamba tunakwenda vizuri na si muda mrefu sana hali ile itatengamaa zaidi. Kwa hiyo hilo, hilo ni hizo ndio message ambazo ngetakiwa kuzipeleka wananchi kwamba uelewe uelewe kuna kazi serikali inafanya kupitia vyombo vyake na uelewe kwamba kuna mafanikio makubwa yamefikiwa, lakini kuna kuna kuna mengine ambayo, ambayo nikasema kwamba nije niyazungumzie katika hilo hilo kwa, kwa, kwa mnasaba huu, huu, kwamba tuna dhamana ya kusimamia vyombo hivi tukiwa viongozi wakuu wa kwa maana ya Mheshimiwa Waziri wa Ndani na mimi ambaye ni naibu wake, na ndio maana tumekuja hapa kuangalia sasa. Baada tumekuwa tukienda field kuangalia utekelezaji wa majukumu hayo, lakini tumekuwa tukitumia utaratibu kama huu kwa kukutana na viongozi hawa wa jeshi la polisi na vyombo vingine mbalimbali, ili kuweza kushauriana, kukagua utekelezaji wa majukumu na kwenda vipi, kusikiliza changamoto ziko wapi na jinsi gani ambavyo tunaweza tunaweza tuka, tukazi tuka tukazikabili kwa pamoja lakini nataka niseme au machache. La kwanza la kwanza, nadhani taarifa hii mtakuwa mnayo, kupitia bunge la bajeti tulipitisha kuanzishwa kwa mkoa wa kipolisi wa Rufiji. Kwa hivi tunavyozungumza, tayari RPC ameshachaguliwa na kwa maana hiyo sasa hivi tunafanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba tunaimarisha infrastructures miundombinu, ili taasisi yetu ya, ya polisi mkoa mpya wa Rufiji iweze kufanya kazi zake vizuri, na tunaamini kabisa hilo litakapokamilika, ndio program nyingi ambazo tumezipanga, tumekubaliana. Kwa mfano program ambayo, ambayo, ambayo tunaanza nayo nayo immediately, tumeanza nayo tayari, lakini tutaendelea kuipa nguvu zaidi wakati ambapo tayari mkoa wetu wa polisi umeshaanza kazi, ni jinsi gani tunaweza tukatumia kamisheni yetu ya, ya, ya, ya, ya ulinzi shirikishi kupitia dawa ya kamisheni ya polisi jamii, kwa sababu sasa tunataka tuwafikie jamii nzima na wananchi wote, maana wakati tumefanya kazi yetu vizuri sana ya kuweza kuhakikisha tunadhibiti wavunjifu wa, wa sheria ambao tumefanya vizuri na tunaendelea vizuri na tutaendelea kuikamilisha kui vizuri, lakini wakati huo lazima tu engage hili swala la engagement. Ya wananchi ni swala ambalo lina, lina, linahitaji wadau mbalimbali, ni sekta mtambuka. Kwa approach yetu ambayo itafuata baada ya kuanza kusimama ku wa kipolisi ni kuweza kuimarisha utaratibu na mfumo wa kuweza kushuka kwa jamii. Hilo hilo hilo ni jambo ambalo ambalo niliona kwamba niliseme ni, ni, ni, ni, ni, ni, lakini jingine ambayo tunadhani tunadhani linaweza lika likawa likachangiwa lika, lika, lika sana na mafanikio ya kwanza na mkoa wetu wa Kitulizi ni swala la kuimarisha mfumo wa upataji taarifa kwa maana ya inteligensia katika maeneo yote ya Mkuranga, Rufiji pamoja na, na, na, na, na, na Kibiti, na kazi hii sisemi kwamba labda ndio tunaianza leo nikisema ni, ni, ni bahati mbaya bahati mbaya tuamwandiki lakini, hata, hata jana nadhani ni mashahidi meshuhudia kwamba kutokana na kazi nzuri hii ya, ya, ya, ya intelligence na mengineyo tumeweza kuweza kufanikiwa ku, kuwadhibiti wahalifu wawili ambao walikuwa wakitekeleza uhalifu wao. Jeshi la polisi limefanikiwa me, kuwadhibiti kabla hawajia, hawajatekeleza uhalifu wao. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukiimarisha intelligence yetu pamoja na matumizi ya teknolojia tunaweza kuyamaliza ya masuala ya uhalifu katika maeneo yale kwa haraka zaidi. Swala la kumaliza matatizo ya uhalifu Kibiti na Mkuranga ni swala ambalo halina mjadala, ni swala lazima, lakini swala ni lini uharaka wake. Ndio leo tumechambua baadhi ya mambo sasa, Atmae, na changamoto nyingi zinazokabili, ili tuweze kukaa pamoja sasa kuweza kuzifanyia kazi hatimaye, ili tuweze kuharakisha zoezi hili la kulikamilisha zoezi ambalo kwa uhakika kabisa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa sisi tunasimamia haki na uhai wa raia wasiokuwa na hatia ivita lazima tushinde, inshallah. Kwa hiyo walikuwa hayo machache ndio ambayo tuliona kwamba tuje kuchukua fursa hii kuweza kwa, kwa brief, ili muweze mkawate hofu, wananchi wajue kwamba wajue kwamba mambo yanakwenda vizuri. Asanteni kwamsikiliza.

pale Mkuranga walifukia silaha zile chini katika kwa hodi, sababu ilikiwa kati ya kwa sasa. Najiuliza, kama wanafukia chini, kuna vile vitu vinaitwa metal detectors, sinye mnafanya kazi. Kwa hiyo na vyombo vingine si vya ulinzi na usalama, ambavyo wanavyo vifaa vile, kani msiviombe kama napita na nani, ili tuzipate hizo zizo, maanake obvious right?

Mheshimiwa kwa mafwa na mauaji yanatokea kule Kisiwani Zanzibar. Na jana tuliahidi kwamba leo kwa utaitolea, hmm. <tumula> hmm. ufafanuzi. Tunalizungumzia. Naitwa Gula kutoka EFM. Mimi nilikuwa na swali kwa IGP. Kuna taarifa iliripotiwa jana na kambi ya upinzani kupitia kwa mwenyekiti wake Freeman Boy, kuna baadhi ya viongozi kutoka kule wanashikiliwa uh, tutaka tufahamu viongozi wale wanaoshikiliwa ni kweli wanashikiliwa, na kama wanashikiliwa ni kwa sababu hizo za usalama wa Kibiti. Walikuwa wanalalamikia kwamba kuna wabunge wa kafu na viongozi wa kidini wa kule Kibiti.

Ni, ni, ni kweli ni kweli kuna mauaji ya kutatanisha ambayo ambayo yametokea Zanzibar hivi karibuni, kwa maiti nadhani tatu kuweza kukamatwa kukutwa baharini ni nyakati tofauti, lakini kuna hatua za awali ambazo ambazo, ambazo zimeshafanyika za kiuchunguzi ikiwemo kuweza kufanya DNA kwa ajili ya kuweza kubaini eh, hasa hasa chanzo au, au asili ya, ya, ya, ya, ya wathirika hao na kuweza kutafuta taarifa nyingine mbalimbali mbali, ambazo zinaweza tukatupelekea katika kuweza kupata uthibitisho wa kujua hasa matukio hayo yamesababishwa na nini na nani. Kwa hiyo niliona hili jambo nilizungumze, niseme ni kwamba nitalizungumza kwa sababu pengine isingekuwa vyema kwa wananchi kuona katika televisheni kwamba inakotwa maiti ya kwanza, inakotwa maiti ya pili katika mazingira yanayofanana, alafu alafu hakuna taarifa yote ambayo inaeleza kuhusiana na yale matukio ya ajabu kabisa kutokea Zanzibar. Lakini vile vile naweza kukiri kwamba kueleza hasa e, hatua ya mwisho ya matukio yale yamefikiaje ni bado. Lakini kimsingi tunachoweza kusema ni kwamba tayari hatua za awali za uchunguzi zinaendelea vizuri, na pale ambapo upelelezi utakamilika, basi taarifa rasmi itatolewa ili kuweza kutoa ufafanuzi juu ya, juu ya chanzo na wahusika wa matukio yale. Sasa hivi sasa hivi biasha niombe ombe uwe na moyo wa subira, wakati vyombo vikiendelea na, na, na, na kazi ya uchunguzi. Lakini la pili ambalo ambalo limeulizwa ni kuhusiana na jina la RPC wa wa Rufiji. IGP anasema ye atae kuzungumza kitu kwa sababu cha kikao chake, lakini mimi naomba basi <laughs> angalau inaonekana wanakupenda sana waandishi, basi angalau useme hata mawili matatu, hata ukat jina la RPC. Najua RPC wetu alikuwa Pwani, sasa hivi amekuwa Rufiji, jina lake atataja mwenyewe kwa kirefu jina lake. Lakini pia utusaidie kueleza pia lile swala ambayo specifically limekuja kwako kuhusiana na viongozi kama utalijibu hilo hata hata hili hili la nini hili la hili la juu la, la mwanzo hili, ili sasa nikajibu mimi ili ushauri wako niseme tu, ushauri wako tumepokea, lakini sio kama hatu hatu nimpe ushauri na si kama hatu hatufanyi hatu kazi, lakini lakini hatu hatuwezi kusema masuala ya kimikakati na utekelezaji hapa kwenye vyombo vya habari, kwamba tuna kitu gani tumefanya nini tukaanza kutaja silaha zetu hapa, hatuwezi kufanya hivyo. Lakini ilikokuwa ni ni, ni umeamua tu kwa nia njema kutoa ushauri tunaochukua lakini vile vile ni kwamba kama kama kama serikali na kama na kama chombo cha usalama e, e, ni vitu ambavyo tumekuwa tukivishughulikia tu. Nyinyi mtakapo mtakachoona ni kama mlivyoona jana kwamba kuna watu tumewakamata kabla ya matukio, hiyo ndio mnataka mjue nyinyi zaidi, lakini kujua kwamba tuna bunduki ngapi, ziko wapi, hiyo hiyo hatuwezi kuianika kwa faida ya taifa letu nikiamini kabisa na nyinyi ni wazalendo ambao mlipenda taifa hili, basi mtakubaliana na hiyo hali lakini pia mtatusaidia kuweza kupeleka taswira ambayo itakuwa inajenga taifa letu na kutohofu wananchi katika habari ambazo mtakuwa mnazitoa. Kwa hiyo labda baada ya kusema machache, ni ni ni mwachina ya JP angalau, angalau basi hata kidogo <laughs> <laughs> hata kidogo kidogo, aseme jamani, mjambo, mjambo yeah. Mheshimiwa naibu waziri, nashukuru. Kuna kitu kimoja nimekisahau nikuja na picha hapa, sijui kwa mnazo hizi hizi ndio mwe, mwezi mkazianike za watu hao wa ambao tunawatafuta, mjue kwamba tunawajua wako wako wako wako wako, wako kama kumi na sita hivi, miongoni mwao ni hawa sawa, kwa mjue kwamba kuna kazi inafanyika, si kama kazi haifanyiki na watu wajulikani, ni swala la muda tu. Nashukuru Mheshimiwa naibu Waziri, mimi niseme tu kwamba nisubiri kidogo. <laughs> yeah, labda nianze tu kwa kwa wale walioniona, nilikuwa nimekwenda maeneo yale ya mauaji ya wale watu wawili, na mmoja anaendelea vizuri hospitali. Eneo linaitwa nafikiri kama Skimangwi. Yale ya maeneo yako mbali sana na mji, kutoka Kibiti kwenda kule ni umbali mrefu, alafu ni vijijini kweli kweli, kwa hiyo hata usafiri sana sana unaweza kuingia kule kwa pikipiki, make gari yenyewe hata tulipokwenda ilibidi mahala tuanze kutengeneza barabara ya kuingia kule ndani. Kwa hiyo kimsingi maeneo kama yale doria zetu za kawaida za magari sio rahisi, lakini tunaweza e, tumeelekeza tufanye doria za pikipiki yale maeneo. Lakini maeneo lakini kama yale ambayo hao wauaji wanakimbia kwenda kuyafanya ni lazima wanakuwa na wenyeji ambao ndio wanawaita kwamba kuna mwenyekiti kuna nani. Kwa hiyo tuliacha maagizo hapa Dar es Salaam, kwa mfano kanda maalum wa Dar es Salaam, swala la vikundi vya ulinzi shirikishi ni la msingi sana, wanalifanya na limesaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tulitoa maelekezo kwamba nana vizuri, nikaliweka vizuri kwamba hili swala liwe ni, kwa, ni mkakati wa kuzuia uhalifu kwa nchi nzima, kwa sababu polisi ni wachache, maeneo ni makubwa na watu ni wengi. Kwa hiyo ni vizuri kila kijiji, kila mtaa, kila tarafa kuwa na vikundi vyao vya ulinzi shirikishi. Vile vikundi vitasaidia sana. Lakini la pili, hao watu wanaokwenda kununua mashamba, mtu anajifanya anakwenda kununua shamba, kumbe lengo lake ni kujua kiongozi ni nani. Kwa hiyo mtu anayekuja kununua kwako kwa shamba ni vizuri kabla hujawa na tamaa ya kuchukua zile fedha na kumuuzia shamba, ni busara na ni swala la msingi kabisa kuhusisha viongozi ili wajue huyu lengo lake kweli ni kununua shamba au lengo lake ni kujua viongozi wa pale. Kwa hiyo tunakwenda vizuri na wananchi wanatupa taarifa. Sasa niseme kwa lugha nyingine, wanafunguka na ndio maana nafikiri, kama amepata taarifa, kuna majambazi wanne wameuawa na silaha mbili za kivita zimepatikana. Mimi niwapongeze sana sana sana waliotupa zile taarifa na waendelee hivyo hivyo. Ninaamini kwa mwendo huo tutafika, tutafika salama e, na kama mlivyosikia kutaanzishwa kanda maalum ya kipolisi kule Rufiji ambayo tumemteua Onesimo Lianga Kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi kwenda kuanzisha eh, hiyo kanda maalum ya kipolisi na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma ya polisi karibu kabisa eh, kwa wananchi wa Rufiji. Lakini sambamba na kumteua huyo kiongozi mkubwa mwandamizi eh, basi wana Rufiji, wana Ikwilili, wana Kibiti wampe wa, wa ushirikiano maanake, bila ushirikiano mambo hayawezi kwenda na tatizo la maeneo yale hayawezi kumalizwa na polisi peke yao au vyombo vya dola peke yao. Matatizo ya kule yatamalizwa kwa ushirikiano kati ya vyombo vya dola na wananchi wenyewe. Ninachoamini mimi na ndio ukweli wenyewe kwamba wananchi wa maeneo yale wakisema, hatutaki, uhalifu huu utakwisha. Yale maeneo yana wazee wanaheshimika. Mikutano ya wazee ifanyike, wawataje wa, wa, wa, wa wale wanaosumbua kule. Kule kuna vijana wachukue kasi vijana ya kulinda yale maeneo kufanya doria. Na jana nilikuwa, juzi nilikuwa nawaambia, wanaofanya uhalifu kule sio wazee wa miaka sabini themanini, ni vijana wadogo ambao wanadanganywa, ambazo ukiangalia sababu wanazoambiwa hata hazina msingi, mpaka inafikia mtu anafanya, anatoa mtoto wake shuleni mtoto darasa la pili, mtoto darasa la tatu. Na nilipokuwa kanda maalum wa Dar es Salaam, nilionyesha mtoto wa darasa la tatu anatolewa shuleni, anapelekwa kufundishwa mambo ya silaha msituni. Nikaonyesha na yule mtoto anavyoonyesha zile silaha, anajua pressure point, anafanya nini. Sasa haya mambo yanafanyika, wananchi wa kule wanayaona. Sasa kabla ya kumuonyeshia mtu mwingine kidore, wajionyeshee wao wenyewe kwanza, na wakae waone kwa mila zao na taratibu zao kwa nini haya yanajitokeza. Maanake wanasema uzee ni dawa. Wazee wakikaa wakalizungumza, ninaamini tutapata majibu. Viongozi wa dini wakikaa wakazungumza, tutapata majibu. Viongozi wa siasa wana nafasi ya kuzungumza. Sisi kazi yetu dola, kazi yetu dola ni kuwashughulikia wahalifu. Sasa whether ni mtu wa siasa au ni mtu wa nini, mimi lugha ninayosema kwamba wanaofanya pale ni wahalifu na ni wahalifu wabaya zaidi, kwa sababu wanafanya mauaji kwa hiyo kunaambia huyu mwanasiasa huyu nini, kama ni mwanasiasa sawa, lakini mwanasiasa ambaye sasa ni mhalifu. Na ndio maana huwa tunasema, kwa mfano police officer akiamua kuwa jambazi, huyu hawezi kuwa police officer. huyo ni jambazi kama majambazi wengine. Kwa hiyo, waandishi wa habari mtusaidia sana katika hilo, na kama kuna jambo ambalo na wenyewe mnakwenda kule, mtupe taarifa. Isiwe ni kuja tu na vioo kupiga picha, maanake mambo hayo yakiharibika ni nyinyi wote. Kwa hiyo kama kuna taarifa ambayo mnafikiri iko, mtusaidie. Na nishatangaza ile milioni kumi. Mpaka sasa hivi milioni kumi ipo. Ufosaro ipo. Sijaona kama sija mwizihitaji hizo pesa. Mheshimiwa naibu waziri na kushukuru sana. Yeah. Basi nashukuru jamani. Milioni kumi watu wenyewe ndio wao. Kole, kole tu wao. Tutakupeni <laughs> <laughs> tutakupeni zipisha mm. ili mwenazo. Ni lipi ulikuwa umeuliza? Nitakujibu sasa. Mi nimesema kama ameshikwa shehe, we ungeniambia kuna utumia umekamata. Mii nimekamata sikamati shehe, si kamati sijui mwenyekiti wa nini. Mimi nakamata wahalifu sasa katika wahalifu hao, kama kuna mashehe sijui mimi, namkamata muhalifu. Si swali langu na jibu langu nalifahamu. Mimi napokamata pale sikamati shehe, nakamata muhalifu ambaye anatumiwa kwa kesi fulani. Sasa kwa sababu ameniuliza swali hilo, sijui wamekamatwa hao wahalifu kwa kosa gani? Sasa kama ni wahalifu wamekamatwa kwa makosa yale ya mauaji, ni wahalifu. Habari ya shehe unaijua wewe. Asante sana. Hawa bwana tumezoeana nao. Yaani watataka maswali, maneno, maneno. Tumeshakaa nao sana hawa. Yoko. <laughs>